Kinara cha wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka sasa anadai kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 utakuwa ni mwamko mpya na ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya, akiahidi kumtoa kijasho Rais William Ruto ambaye anatafuta mhula wa pili uongozini. wakiangaika waki kwa sababu ya wizi. Sababu ingine Ruto lazima aende ni wizi, serikali yake imekuwa na serikali ya wizi mtupu, mpaka duniani anapata sifa kama kiongozi mashuhuri Kenya wa, wa Kenya ndio namba mbili kwa ufisadi dunia nzima. Tutawang'oa hawa wote mpaka Kenya ipate uhuru kamili na sifa ya Kenya irudi mahali Kibaki na hata juzi Uhuru aliwaachia. Kilicho na umuhimu zaidi ni kwamba tutahakikisha wafisadi wote ambao wameiba mali ya Kenya wanaenda nyumbani. Musyoka akiongea kaunti ya Laikipia, ambapo ameendeleza kampeni za kujitafutia uungwaji mkono, amewataka vijana kujisajili kwa wingi kama wapiga kura, ili sauti yao isikike wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Tumewaletea baraka, kwa hivyo tuna furaha sana. Tunataka watu wananyuke, mjue kumekucha. Wakenya wawezi kurudi nyuma. Wakenya wamesema Ruto aende kwao nyumbani, ama sivyo Wangapi anasema aende? Wangapi anasema aende? Kwa hivyo tumekuja mjue kwamba tuko sawa. Safari hii ni ukombozi wa nchi. Safari hii ni Kenya lazima ijikomboe. Wewe utajikomboa na kura yako na utajikomboa na kuhakikisha safari hii hakuna kucheza anajiri. Hey, huku baadhi ya viongozi wa chama cha ODM sasa wakidai kwamba chama hicho hakitamsimamisha mgombea wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba, na badala yake kitamuunga mkono Rais William Ruto. Wamekuja kwa broad base ile yangu, sio kila mtu amekuja broad. From this part of Kenya, our presidential candidate in 2027 is President William Samoi. Hakuna mwingine. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mudigi akipuuzilia mbali wale wanamtaka Raila Odinga kushirikiana na Rigathi Gachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi. Jina langu ni Duncan Maiche wa ITV.